Bila shaka Mola aifariji familia hizo. Aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i amezungumzia aliyojiri mwaka wa elfu mbili kumi na nane Raila Odinga alipojiapisha kama rais wa wananchi. Matiang'i pia ameelezea jinsi Odinga alivyomshawishi kufutilia mbali azma yake ya kugombea urais mwaka 2022, kando na kusimama naye haswa baada ya boma lake kuvamiwa baada ya uchaguzi huo. Wili Lusige na taarifa hiyo. Raila Amolo Odinga, tarehe 30 Januari mwaka 2018 baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2017, ilikuwa siku yenye mtihani mkubwa kwa Fred Matiang'i aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa. Hii ni kufuatia Raila Odinga kujiapisha kama rais wa wananchi baada ya rais Uhuru Kenyatta kushinda uchaguzi wa mwaka elfu mbili kumi na saba. So help me God. Matiang'i akizungumzia maamuzi waliochukua kama serikali kuhusu kuwatuma maafisa wa polisi kukabiliana na hali ilivyokuwa ikishuhudiwa. Watu, kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo sherehe ilifanyika katika Uhuru Park kamalizika, eh, without a single shot. Being fired or without a single incident. Na zilikuwa na watu pale, karibu elfu saba. Matiang'i akisema marehemu Raila Odinga hakuwa na moyo wa kulipiza kisasi na kwamba licha ya wao kuwa kwenye pande tofauti kisiasa, kila walipopatana Odinga hakukosa kumpa ushauri it anachukua muda kuzungumzia kidogo a, anakuambia unajua, eh, musifanye hivi ama musifanye hivi hii hi, inaweza kuleta shida. Matiangi amesema rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa ametoa amri kwa Matiangi kumfahamisha Odinga kuhusu hatua zozote muhimu za kiusalama au matukio makubwa nchini. E, tukishamaliza hii maneno tunafanya give Raila a call and mention to him this is what we are doing and so on, ili nao waelewe. Mwaka mmoja baada ya matukio ya mwaka elfu mbili kumi na nane, Matiang'i alielezea jinsi Odinga alivyomshawishi kuweka kando azma yake ya kugombea urais mwaka elfu mbili ishirini na mbili. And then I had a conversation with Raila at that time and, uh, frankly he convinced me mzee tuende mbele tuende katika uchaguzi him. Matiang'i alisema Odinga alikuwa kiongozi wa pekee aliyemlinda na kumpa usaidizi haswa, wakati boma lake lilipovamiwa baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili told me, you know, Who, who like this. Matiang'i akiwahimiza viongozi wa sasa na wale wa baadaye kuiga mienendo ya Odinga akimtaja kama mfano bora wa uongozi. Wili Lusige, Runinga ya Citizen Nairobi. Ready.